Value tisa, ambazo natakiwa zitafute kwenye network yako. Value tisa ambazo kila network unayo itafuta n, yani, hivi vitu havitakiwa vikosi kwenye network yako, natakiwa utafute watu wenye hivi vitu kama unataka kwenda hatua inayofuata kutoka sasa hivi. Cha kwanza, lazima kwenye network yako upate watu wenye kitu kinaitwa reputation. Reputation, reputation, sijajua neno zuri sana la Kiswahili, lakini ni mtazamo wa mtu kuheshimiwa na kuaminiwa katika kitu anachokifanya. Ndio kinaitwa reputation. Sasa wewe kwenye network yako lazima uwe na watu wenye reputation. Watu ambao wanasema kama nimekuona na huyu jamaa, kama nimekuona na huyu dada, basi you are the right person to do this job. Lazima uwe nao hao. Kwa sababu uh, nafikiri kwenye branding nilisikia wakati nafundisha strategic brand building. Brand is expensive kujenga brand na mpaka uifanye brand yako binafsi iweze kukubeba, inaweza kakuchukua miaka mingi sana. Njia mojawapo ya kuharakisha unakokwenda ni kufanya kitu kinaitwa leverage. Una leverage kwenye brand za watu. Ina maana kuna mtu anaweza kakuamini wewe, sio kwa sababu anakujua, ila kwa sababu anamjua uliambatana naye ambaye ana reputation. Ndio maana kwenye matangazo ya biashara, kwa nini makampuni makubwa yanatumia wasanii au yanatumia watu maarufu? Ni kwa sababu ya kitu kinaitwa reputation. Pepsi wanataka kutangaza, wanamchukua Mesi. Wanajua mtu yote anayemwamini Mesi. Mesi, anywe soda ili, akacheze vizuri mpira. No. Hakuna uhusiano wote kati ya soda na Mesi. Ila kwa sababu mimi nampenda labda Mesi, nikimwona ameshika pale soda, nasema yes. Kama Mesi anakunywa koka, na mimi nikinywa hivi najiona kama Mesi fulani hivi. Yani nikiingia naenda kushinda tu kwa uwanjani. So we call that reputation. Ndio maana na nisikize kwa makini. Kwa sababu tumesoma package yourself for success. Wanawaambia watu Sio kila mtu unayepiga naye picha ni wa kumpost social media. Yamemkuta ukisikia anasema hivyo unajua amefanya nini? Yamemkuta nasikia kweli eh, kwa sababu una, mtu anaweza akaharibu reputation yako just like that. Sio kila mahali unatakiwa uonekane, no, no, no. Sio kila mahali. Kuna waziri mmoja Uingereza alilazimishwa ali ku retire kwa sababu wakati wa COVID walikuwa na restrictions za kuto kujichanganya, alafu ye akaonekana ameenda sehemu ya sherehe party aliandaalia kwa katika circle yako. Sasa hivi jaribu kuangalia hivi, ni nani kwenye circle yako ambaye leo anaweza akamwambia mtu mkubwa ambaye anaweza akakupa fursa, akasema huyu ni mtu wangu, huyu ni kijana wangu, au huyu nimefanya biashara. Unaye mtu mtu wa namna hiyo? Sasa hawa watu hawalazimishi kuambia, naomba, u, u, u, reputation, kwa sababu kuna wakati watasema, wataongea, utashangaa tu umeitwa wata wata sehemu umepewa tenda, umepewa nafasi, umepewa fursa. Hakuna, api, lakini kuna mtu mwenye reputation, anasema, I think this guy can do this job. Watu wa kuamini wewe wengine, wala umesomea nini Tumepewa kazi. Can you do this job? So, katika siku yako naomba ukague uangalie kama hauna watu wa namna hiyo watu yani wenye hela, it is time to leave kama wewe ndio kibosile kwenye seko yako, yani watu wanakuwa ndio mwenye akili sana, ndio mwenye hela sana, ndio mwenye kila kitu, yani kila kitu wewe ndio unaonekana bora zaidi, ina maana you in the wrong place. Hautakuwa namba mbili. Tafuta kitu kinaitwa knowledge. Tafuta watu wenye maarifa kwenye seko yako. Lazima uwe na watu ambao wana maarifa mbalimbali. Jamani, knowledge is currency, maarifa ni kama fedha unaweza ukasevu vitu vingi kwenye maisha yako kwa kutumia maarifa. Sio kudharau maarifa, si unafahamu? Ukiwa na ndugu yako kama ni daktari au ni pharmacist au ya rafiki yako, anaweza akakupa free consultation na dawa ya kutumia, ambayo ungetakiwa uende hospitali na ungelipa no pesa nyingi. Moja, lazima uwe mtu ana medical kama nilivyosema lazima uwe mtu mtu ambaye anafahamu mambo ya medical kwenye kwenye network yako. Either daktari, sio pharmacist lakini lazima upate mtu anayelowa ya medical kwa sababu ni area ambayo kumbuka kwenye wealth tulitaja ni area moja hapo. Ni very important. <coughs> Pili, mtu anajua sheria, lawyer. Ni muhimu sana uwe naye kwenye side yako. Mtu mwenye knowledge yao mambo. Tatu, lazima uwe na mtu ambaye anajua ishu za spirituality, mambo ya kiroho. Kuna wakati utafika, principle zote hizi zitakuwa zifanye kazi, mimi naambia kweli, zitakuwa zifanye nini, azifanye kazi, zitakuwa suspended. Yani wakati wewe uko na sema, mimi sijaji kusali sijaji kuswali, my friend, yani utakuwa kule ndo kila siku anakukuta yani swala tano, sio ndo, utakuwa ndo mtaalamu, yani unajua kila kitu kusali, utaanza kuamka mwenyewe usiku wa manane kwa sababu kuna wakati ulita. So you need someone ambaye ana spiritual understanding, ana spiritual knowledge ya kuweza kusaidia, don't forget that, right? So my point ni kwamba angalia unakotaka kwenda ni wapi, then usiwe tu na network ambayo ni professional peke yake. A, kuna vitu vinaitwa supporting network. Kwa mimi sio mwanasheria, lakini knowing about law, kuwa na mtu mwenye msaada wa kisheria, kwa sababu mambo yangu mengi nayofanya yanahusisha sheria kao lazima nimpate na mtu namna h. Tumeelewana? mtu mwingine unamhitaji ni mtu mwenye knowledge ya finance na investment, sio kufundisha kutumia, anaekufundisha namna ya kuwekeza, anaekufundisha namna ya kubana matumizi, anaekufundisha namna ya kuzalisha pesa zaidi. you need such kind of a person in your life. Kwa knowledge ni area nyingi. Kwa angalia network yako, angalie na watu wa gani wenye hizi knowledge wengine wapo wengi, nimetaja tu kama mfano, lakini unaweza ukaangalia maeneo mengine, lakini hayo ni maeneo kati ya maeneo ya msingi ambayo unatakiwa kuwa nayo. Namba tatu, tafuta watu wenye wisdom. Wisdom wisdom, wisdom maana yake ni zaidi ya elimu. Wisdom maana yake ni application of knowledge kwenye maisha. Una kitu kinaitwa knowledge, understanding na wisdom Knowledge is information, understanding ni comprehension, wisdom ni application right? Kwa wewe leo umesoma, uh, hii kozi umepata knowledge right? Ukihitaji wisdom maanake ni application of what you have learned, kile ulichojisoma sasa Umesoma public speaking unataka kuzungumza kama public speaker, you need someone with the wisdom of public speaking to tell you how to apply the knowledge. Tuko vizuri jamani? Ambao hiyo inakupa component namba nne, inaitwa experience. Kwa lazima uwe na watu ambao wana nini experience, uweze experience, maana yake wanakusaidia kutotumia muda mwingi katika vitu ambavyo wao wametumia muda mwingi wale ambao wanafanya course ya public speaking professional public speaking, wao wanafundisha vitu sana. Naambia kwamba muda ambao mimi labda nimetumia kujijenga kwenye public speaking, nitakushangaa sana kama na wewe utatumia muda wa mrefu kiasi hicho. Kwanza nitakuona una hekima, una, una, una, una kwenye maisha, kwa sababu faida ya mtu ambaye amepita wewe unakotaka kwenda ni kukusaidia kurahisishia kufupisha muda ambao yeye ameutumia. Ndio faida hiyo. Na kila mtu duniani ni anafanywaga experiment kwenye eneo yake. Kuna watu ambao ni specimen kwenye eneo yao. Sasa inategemea tu Mungu amechagua wewe specimen kwenye mambo gani, lakini kila mtu hapa ni specimen. Kuna vitu kwenye maisha yako unavipitia, sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wengine, na hutakuja kuona faida yake mpaka umekubali kutumika kama mfano kwa watu wengine. Kwa hiyo kuna watu ambao wamepitia hivyo vitu, wana experience hivyo vitu, na wewe na ukiwa wana na nao, wanaweza kukusaidia sasa kwenye knowledge, I mean kwenye wisdom na experience, kitu ambacho ningependa ni nisisitize ni kwamba watu wengi wanapotaka wisdom na experience huwa wanataka yani wa relate na wale watu kwa terms zao wao, badala ya kuruhusu wale watu ndio waweke terms za mahusiano. Sijui kama mnanielewa hiyo statement? Unapotafuta knowledge, unapotafuta wisdom, unapotafuta experience kutoka kwa mtu mwingine, yeye ndo anakuwekea masharti ya namna gani muhusiani, sio wewe ndo unaweka masharti, kwa sababu wewe ndo unaetaka ku benefit kutoka kwake. Yeye hana anachotaka ku benefit kutoka kwako, kwa hiyo ndo ana determine the pattern of a relationship. Tumeelewana vizuri? Maana yake anachojaribu kusema in a nutshell ni kwamba kuna price kubwa sana ya mtu kushare knowledge, wisdom na experience yake kwa sababu ni currency , yaani yeye anaweza ya akatumia ile kutengeneza nini? Pesa. Wewe unapotaka kupe bure, maanake wewe lazima ukubali kurelate naye kwenye terms zake. Ndio maana ukiwa mtu ambaye sio mvumilivu, unaweza ukachoka. Lazima ukubali hicho kitu shaka sasa, wewe utaki kuinama, unataka chovungwe eh? na kwaje? Haiskani tumelewa vizuri hapa. Napasema kwa sababu nimeona kuna watu wengi sana wanafaga mistake. Kumbuka kwenye strategic network nilifundisha ni one thing kumfahamu mtu ambaye ni strategic, lakini ni kitu kingine ki kabisa kumaintain kwenye maisha yako, na tulifundisha namna ya kumaintain strategic network, sio? yes, okay. Kwa hiyo kumaintain zile network ni gharama kuzi service network zako ni gharama sana, lakini zina benefit kubwa sana. Namba sita, unahitaji value nyingine, ni ya financial, sorry, namba tano. Okay, hii hii naona live mnafuatilia vizuri okay. Namba tano, namba tano, value ambayo unaitafuta kwenye connection social wealth yako, ni inaitwa connection. watu wanaweza kukupa connection. Hivi unafahamu kuna mtu unaweza ukamtafuta mwaka mzima, afu kuna mtu ukakutana naye akapiga simu tena nyingine simu message message moja tu na ukampata. Sasa lazima uwe na watu ambao wanaweza kukurahisishia safari yako ya kuwa connected na watu. Usifikiri watu ni wagumu hivyo kuwapata, mimi nina balaa, Mungu anipende au ah, una watu tu, kuna watu ambao ni very easy na unaweza kupatikana kirahisi sana. Few weeks ago kuna watu walikuwa wananitafuta wa kampuni moja hivi. Kwa kwa wananipigia, hasa nataka tuongee, nikawaambia sasa niko very tight, naomba nikipata muda nitakaa vizuri tuzungumze. Basi so wakaenda kama wiki mbili hivi. Na nilikuwa nilikuwa niko busy. Sio kwa pamoja nilikuwa, nilikuwa very busy. Kwa hiyo nikawaambia ninatafuta muda ambao ni utulivu tuweze kuongea. Sasa wakagundua kuna mtu nilipiga naye picha kwenye Instagram, ambaye ni rafiki yangu. Kwa hiyo akampigia wakamtafuta yeye wakamlipa hela. Wakamwambia Jofsin wakamtumia na hela akaenda. Anasema kazi yako ni moja mpigo jamaa, simu. Na kweli akanipigia. Mimi sijui sasa. Akanipigia na mimi nikapokea, vipi bwana mambo vipi sasa? Akapiga story kasa, ah, sasa kuna jamaa anakutafuta hapa, naomba uongee naye. Sasa nikawa sina namna tena. Lakini ni nini? Connection. Jamaa kasa, ah, kwa kweli tunashukuru. Si so ninachojaribu kusema ni kwamba hata na wewe, ina maana kuna watu kumbe unahangaika sana kwa kutafuta. Kumbe kuna watu ambao very easy kukupatia watu. Usitafute tu watu ambao yani mkianza kutafuta namba ya mtu, mkianza kutafuta mtu yani mpaka mnafunga, mnakaa na vikao. Hapana, tafuta watu ambao, once you need someone, unaweza ka press few buttons na ukampata huyo mtu unahitaji. Watu wa namna hiyo kwenye maisha yako, tumeelewana vizuri eh? Eh, sasa sio kwenye kila field, maana yake utaangalia area yako eh? Unakotaka kwenda wapi na unahitaji watu wa namna gani, unaanza ku build aina ya watu ambao kesho na kushukutwa itakuwa rahisi. Na ngoja nikwambie njia nzuri sana ya kupata connection za watu sio kujenga mahusiano na watu wakati unazihitaji hizo connection. Mm, -mm. Jenga mahusiano mapema kimkakati. Wewe unajua kabisa huyu jamaa nakuja kumtumia, miezi miwili ijayo atanisaidia kukutana na mtu fulani. Ndio maisha alivyo. Wa watu, njia njia na ndio watu wanavyofanya. Wewe unaweza kushangaa tu mtu hivyo na nini? Watu ndio wajanja sana. Mimi naona hata ningekuta mtu anakuposti na kusifia na nini na nini. Ini, bwana kuna jambo nataka tu <laughs> <laughs> jamani, eh? Yes, namba sita ni financial value. Kwa kwenye value yako unaangalia watu ambao wanaweza kukusaidia kwenye nini? Sitaizungumza sana kwa sababu tunai, huwa tunaiangalia sana naangalia watu ambao wanaweza kuwa na msaada. Na, na niseme kwamba kwenye finance issue to sio fedha unazozipata. Mhm. Mm -mm. Usiangalie value ya mtu kifedha kwa pesa anayokupa. Hapana. Angalia pia value yake kwa opportunities anazokupa, connection anazokupa na skills anazokubuild. Narudia tena, unapozungumza huyu ni mtu anayenipa value ya kifedha sio kwamba anakupa hela mfukoni. Hapana. Angalia vitu vitatu. Kuna mtu anaweza asikupe hela, akakupa opportunity ya kutengeneza milioni mia. Manake huyu ni connection yako ya kifedha, ingawa ni indirect. kuna mwingine hata kupa opportunity yei, hey. Atakupa kitu cha pili kinaitwa connection za kutengeneza pesa, na ya tatu anakupa kitu kinaitwa skill ya kutengeneza pesa, ujuzi wa kutengeneza pesa. Wewe umekuwa ukifanya biashara kwa muda mrefu lakini haukui umekuwa kwenye taaluma kwa muda mrefu aitengeneze pesa. Kwa mtu kukusaidia kwenye kifedha, imaanisha aje kukupa hela ya kuinject kama capital no? Wakati mwingine atakupa ujuzi wa namna gani ya kutengeneza pesa zaidi katika kitu ambacho unakifanya. Namba saba, unahitaji watu ambao wana power au authority kwenye sekta yako. Unahitaji watu wanaoweza kuwa na power na nini authority. Hawa sasa wanaweza kutumia pawa yao wanaweza kutumia mamlaka yao, nguvu zao, vyeo vyao kwa kurahisishia michakato kwenye maisha. Si unajua kuna kitu unaweza ukasema hiki kitu akiruhusiwi, alafu akaja tu mtu mwingine akasema, bana naomba mwache tu bana, mwache. Unajua kuna hicho kitu kipo, na watu wengi wanafanya na wana... Sasa sio kwamba unakiuka sheria, hapana, ni network tu, yani kwa sababu kuna watu wanaweza kaamua tu kukusumbua kwa sababu tu anajua huyu hana mtu wa kumsaidia. Ndio maana ukienda gerezani leo kuna watu wengi wamefungwa, sio kwa sababu walikuwa na makosa simply, kwa sababu hakuwa na watu wa kuweza kuwasaidia. Kwa sasa watu wa kwenye power na authority, hauwezi kuwajenga watu wenye mamlaka, huwezi kuwapata kwa uh, kuwataka kwa kwa kwamba, sasa hivi sasa nataka nihakikishe najua na speaker na sasa hivi. Hapana, si nihakikishe nataka kujua na mkurugenzi. Offer value, offer value. Oscar Nyerere amezungumza hapa ana kipaji kikubwa sana sana sana na anavyosema kwamba anazunguka kwenye, inanezi, anatania. Kwenye, kwenye mkutano mmoja anaongea mgeni rasmi kwamba alikuwa Waziri Mkuu e, mheshimiwa Majaliwa na aliperform e, e, e, kiwafikie kile kitabu wapo ambao ninawajua na nawafahamu ni network yangu, lakini nataka nikuhakikishie, kuna viongozi ambao nisingeweza kuwafikishia kile kitabu mpaka hivi navyozungumza, lakini yeye kwa kutumia kipaji chake ameweza kuwafikishia. Asante, amesimama Mwalimu Nyerere <laughs> yes, asante sana, lakini nataka nikupe mfano kwamba, uh, tunapozungumza power na tumesoma uongozi Hatuzungumzi position peke yake, mnakumbuka? Atuzungumzi position peke yake, tunazungumza namba mbili, tulisema permission level relationship. Kwa yule, kuna maeneo ana pawa kuliko mimi, ingawa mimi ananiita menta wake, lakini anapawa kuliko mimi kwa sababu kuna watu amewafikishia hicho kitabu, tena sio kwa, kwa mkono kwa kuwakabidhi na kwa kuongea nao. Ni watu wakubwa kupitiliza, ambao honestly mimi nisingekuwa na uwezo wa kuwafikishia, lakini ameweza. Kwa nini? kwa sababu ana pawa, ametumia kipaji chake kama pawa kwenye eria yake. Sasa unahitaji kuwa na watu wa namna hiyo, ndio maana unahitaji kuwa na watu wewe usio tuna kasi yako chako. Mimi mfamasia, kazi yako tu kujua madawa dawa, magnesium, calcium, si nini? No, no, no, no. Ukikamatwa hata una hata polisi mmoja umfahamu, wana kutisha pale, unaogopa. no one knows you, no one whom you know. Wewe unafikiri ni kawaida? No, kuna wakati utakuta utaokoa pesa nyingi sana kama una watu ambao wanakufahamu kwenye areas mbalimbali. I give you a very practical example. Miaka kama mitatu au minne iliyopita niliwahi kununua simu ya iPhone. Na nilivyonunua wakaniambele simu ni mpya. Na kweli ulinipa kwenye mabox kumbe nilikuwa nimepigwa. Haikuwa mpya. Nikaitumia for two years. Nisijue kumbe ile simu kuna watu walibomoa nyumba ya watu, majambazi wakavunja nyumba, wakaiba simu ilikuwemo hiyo na simu kadhaa na laptop na walileta uharibifu mkubwa sana. Kumbe hiyo kesi yu, imesharipotiwa polisi, na watu wa nini wanaitwa wa cyber crime wamekuwa wakiitafuta hiyo simu kwa miaka kadhaa, kwa mimi sina ile wala lile. Siku moja wakaitrace, wakaona ipo hewani, wakaandaa watu wakuja kunikamata. Wakati wanaandaa kwenye lile faili, kiongozi wakuja kunikamata akaona pale sababu ikuwa inasoma kusoma. Bahati nzuri na namshukuru Mungu, ile kesi hakuna mtu alikufa. Ina maana kwenye uibaji wa yule simu, kama mtu angekuwa ameuawa, maana ingekuwa kesi ya mauaji na mimi ndio suspect number one, kwa sababu alikuwa anakamata mtu wote kwenye vile vitu, isipokuwa hiyo simu ndo ilikuwa ya kwanza ku kwa alivyoona akasema ise huyu mtu namfahamu, hatujawahi kuonana, yeye amenunua tu kitabu changu Timiza Malengo Yako na ananifuatilia kwenye mitandao ya kijamii akasema, naomba kabla mjenda kumkamata, nimpigie simu kwanza, nionge naye. Kanipigia, bwana njona na mimi naitwa fulani, njoo hapa Central Police. Kuna nini? Kaambia njoo tu, kuna mambo nataka tuzungumze. Ah, mimi sina elewa nini. Kaenda nikafika, kanikalisha chini, akaanza kunielezea, akaniambia, sasa, kwa mujibu wa hii kesi, ni kesi kubwa sana unachotakiwa hapa, tukukamate tukufungulie jarada ukae ndani kwanza, tuanze kufanya upelelezi hivyo, na kesi pale ni kesi ya uwizi wa unyang'anyi, sio uwizi wa kukutwa na simu. Are you getting the point? Akaambia, lakini kwa sababu mimi nakufahamu, i will stand for you, nitakutetea kwanza kwa sababu ya reputation yako ko kwa. Akaanza kueleza wenzake pale, bwana huyu mtu hivi na hivi na hivi Of course, niligharimu pesa nyingi sana hiyo kesi kwa sababu ilibidi vyote vilivyoibiwa kwenye ile kesi ni vilipe mimi vyote, laptop zote na pesa na vingine. Najua waliongezea, wanajua waliongezea, lakini ilibidi tufanye settlement ya court kwa kulipa everything, lakini akanambia without that, manake usimame kizimbani sasa, uanze kushtakiwa kwa kesi ya wizi na unyang'anyi tena wa kutumia silaha. My point ni kwamba unapotengeneza strategic connection zitakuja kukusaidia siku ambayo wewe hujui kama unazihitaji. Usijukadharau unapozungumza social wealth. Hatuzungumzi tu kula party, eh, kupiga masherehe. Yeah, hapana tunazungumza about your life. Tunazungumza kuhusiana na hatima yako ambayo vitu vinaweza kutokea vikaribu hatima yako within a second, sio? Na unajua, mbaya zaidi ukishaenda public vitu kama hivyo, hata ukija kujitetea, sio rahisi mtu kukuelewa. Watakuelewa wachache, lakini wako ambao watakuelewa, si ndio? Yes, namba nane, unahitaji watu ambao wanakupa motivation, wanakupa hamasa kwenye maisha yako wanakuhamasisha, watu ambao kwa vitu ambavyo una goals ulizo ulizonazo malengo ulionayo vitu unavyotaka kufanya kwenye maisha yako, wanakuambia unaweza, kwa sababu una kuna moment kwenye maisha yako utaishiwa nguvu kiwango ambacho utafikiri uwezi kuendelea mbele, zitafika hizo moment unahitaji watu ambao wanaweza kukuambia kwamba ise tunakumbuka ndoto ambayo uliweza kutuambia, tunakumbuka rise up and go. You need such kind of people. Kwa hiyo usiwe tu na watu ambao wewe ndio unawatia moyo peke yake, a a uwe na watu ambao wewe unaweza pia wakakutia moyo, wakakuhamasa, wakakutia nguvu kwenye vitu vinavyofaa. No matter who you are, ujarishwe ni mtu wa namna gani, there are days in your life, zitakuwa ni days ambazo uko down, tunazita ni zile days of the shadow valley of death, kwamba utapita tu hizo moment. Sasa hizo moment, nani atakusaidia? Nani atakuinua? Ni aina ya watu unaokutana nao, ni aina ya watu ambao umejenga network yako, kwa sababu kuna wakati unachohitaji sio pesa, sio kitu chochote, unachohitaji ni mtu wa kukusikiliza, mtu wa kukwambia unaweza, mtu wa kukwambia utainuka tena, so you need your value, huipate kwenye network yako. Na ya mwisho ni physical presence. Unahitaji, watu ambao watakupatikana kimwili kabisa physically watakuwepo. Kuna nyakati ya uhitaji hela ya mtu, wala uhitaji mtu akupigie simu, unahitaji mtu awepo mahali hivi. Leo wewe kwa mfano, ukipata dharura, mkamata polisi, umeugua ghafla, umepata changamoto, nani ambaye yuko tayari kuacha vitu vyake na kuja kukusaidia nani yuko tayari kujitoa, akasema leo kwa kweli, nafunga biashara yangu, nasimama na wewe kutatua hizo tatizo? Wewe unaweza kufikiri una watu, my friend, siku matatizo ya namna hiyo yakitokea, ndio unaelewa kwamba i say kumbe watu wengi ndio kwa nafikiri wanaweza wakajitoa kwa ajili yangu, huwa si watu ambao wanaweza wakajitoa kwa ajili yangu. Na mitandao ya kijamii inatudanganya sana, kwa sababu tunafeel kwamba tuna watu wengi, lakini uhalisia ni kwamba unaweza ukakuta hauna watu kabisa kwao. Jaribu kuangalia kwenye seko yako watu ambao they can dedicate their lives, wanaweza wakajitoa wakasema, kwa kweli mimi naweza nikastopisha vitu vyangu kwa ajili ya huyu mtu nimsaidie kwenye hili jambo, naweza nikaacha mambo yangu nikajitoa kwa ajili ya huyu mtu. Watu wengi wanawakosa watu wa namna hiyo, na unawahitaji uwe nao, kwa sababu at the end of the day, kuna wakati kinachohitajika pale ni physical presence ya mtu katika kitu ambacho nakifanya. Tumezielewa hizo nine values kwenye network yetu, sindio? Sa unapotoka hapa, kafanye auditing, kajikague, kajiangalie kwamba ni vitu gani ambavyo unavimiss katika hivi tisa. Kuna vitu ambavyo unavyo, kuna vitu ambavyo hauna. Vile vitu ambavyo hauna, jitahidi sana kuvitafuta, kwa sababu katika hizo nine values kuna ambazo pengine zingine huna kabisa zingine una value labda tano, mwingine una tatu, lakini ambacho nataka ukafanye angalia top 3 values ambazo unazitaja at this moment of your life, alafu ziwekee mkakati, mnazipataje na unazijengaje? Sawa. Ni muda wa kuchukua nafasi yako na meza ya HW, uwasilishe kwako mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa, kujengia uwezo wa kufanya.